kakamie siza siza membuliidia chilongilegi kwajili weye aka mfosi sana letemvele ana aruselo miye siza ono mjeni kumuona hano kiza kumtambulisha kwenu mummanye shinijeni Uh, <coughs> mchindedi mwenetu inembo li kusafi sana basi ndihashanga tatizo mbwani mdepuguha shida nende ikuhi lakini devakwamuavinaase uguhe nao kwa mua hizo mtambuishi kudamanya swala lieli kabisa pia kumsababisha mielamimomtaa nionekane kugamba mwenetu